Mafuja ni kwa bia fuja glass una kuja ni uhame una hapa ni Taru. Umeenda, umeenda wapi? eko tayari utoto no gwari si umeenda, unaenda wapi? we umepaka bedsitter and umepata bedsitter una rent like bedsitter, unaacha hiyo five bedroom house ya mama yako. Hapa wewe una rent bedsitter what is yeah. What a brain are you mm, using me I need just mental stability and peace of mind also. Una niita kai una niita nayo resist una niita nayo resist mama yeye, you know, ndio mimi mental health ume. So unataka kuniapia ya mama yako akupatie mental healthness Chrisin. Ninakuwaga mwabuse ama ninakuwaga nini? what is the problem? what's the problem girl, mama, you never just listen to me no. Hivi been... si wasikizaga? yeah. Kishwale na venye nawapatia kama hivyo, yes, without why, Krisi na venye nawasikizaga mimi, mimi venye nawasikizaga mimi Yeah. Enough, yes. The girl. Kazi online. Beti na kwani pesa wanakulipa kiri pesa, kwani zenye unaweza wanakulipa. That is another now eat you. Unapataka pesa gapi? How much money do you want? So una do unanionyesha hiyo

So sahii umeanza ku earn three figure. Ama hii like kwa four figure. Unadhani unaweza kanyaga ile mlango. Let me tell you girl, you are here to stay. You are not going anywhere. Hakuna mahali unaenda. Sasa hivi nyenye nimekulea umeanza kuandika, wachana na kitabu yangu. Unaiokota. Ugeona sasa inakuwa biuni ya biuni na pesa kapi? Wewe huwezi ongea, lakini sasa hiyo kitabu inaanguka chini. Unataka kuniambia. Let me tell you girl, nowhere you are going with that money we are using together. Na kumalo sio kifugwisho

kwa nilikwambia no, ni li, ni siku moja utafanya niuliwa kwa hii nyumba. How can your nose not telling the so, unataka kuhama hmm? Jo, unataka kuhama hmm? Ndio maana ulikuwa unalala hapo. Na umesahau ulifukuza shule. Oh, so, so that was the plan. Nipeleka alaya. So that nilikuuliza uko na million. Do you have millions? Do you have baba yako wewe wewe tu ndoke jina papa wangu papa wangu wako. Si mumtu afanye mnamuona. Si kama mnataka baba yenu sana si angekuwa hapa na china nyisa hii. Angekuwa ana try hard for you to get whatever you need. Ako wapi? Mimi niko show ni unafanyanga siku tu kutuona. Kwa nini? Na naja, usini usikae ni kama unanizomea.

Mnapigiwa, mnapigiwa mmni nani anapigwa? Mm, ni yako, si ndio? Bwana wapigia. So wewe unataka uhame, uhame na sisi, yako si. Ukimchukua si basi ukimwada, you got money 200,000 per month, that's a lot of money, atakuwa nakutekea roho wewe. Hey, I see you are now becoming a good you are no a good go mmh. parent hmm. no you are good go parent now mm should -hmm. we keep Billy's image so I mean because sasa kwa kwa soko kwa chama sure, mimi naegelia wapi? Si mmeokuja chama kabla sijauliza, ulipata ulimpatia shule gani huyu msichana? international school I G C E Yo guys you got money you got money No, unajua school fees umegugu how much money that school is is half a million one no. you are a millionaire at this point. marketing marketing ni kusema nini? Ma marketing what is me help me advertise like a one year old unajipost na simu gani? Kaisi, ma, ok. so, so, so anasoma juu over, uh, exposure yes. let me tell you I cannot take her to ching ching, money.

Nitakuchuna vibaya sana sasa. Tuna mimi na unajua, i can tuna you vizuri. Nitaje baba yako tena? Nilikwambia nitaenda kwa kiroli hiyo mambo yenyewe. Mnataka kurokota huko kwa majirani na hiyo aunt, wana wa rasa kwa sababu gamuona lege kwa Naomi, gamuona lege mmoja ndio mnataka kujipeleka kwa, kwa Naomi. ni mimi niliwapeleka maha yeah. tuwekele hiyo mimi mimi niliwapeleka huko kwa tieni, mimi hitra nijipata mm -hmm. kwa mdawa simu kama huyo Nikajipata niko huko na kwanza, wacha nikwambie Joy Reason and Reason, ndo hiyo ati mnako huko una shida ukiangalia simu nini. Eti hii nako na niko chuna na usikii, uliko unaangalia angalia nini, unaambia watu unaenda international school. let me tell you this that you have no tabia. nini kwambia dunia itakufunza na, let me tell you itakufunza the hard way huko, wacha nikwambie, ukichoma shule wewe, yeah. msikuchoma Reason. Listen, I am talking. Ukichoma shule, wacha nikwambie huko CDC hayo watakuchunguza. Huko ni FBI. It is very well dangerous. Usidhani hiyo jina international ni bure bure. Unasikia? Hii ni radi kwa. Na kwambie utapata kwa juu vinayo. Huko hata president hawajui president wa Kenya wanajua huyo president wa huko kwa. Wao oh, yoyo yoyo yo, yo, ikarabi ha. Ah. Kirisi. Nimekumbuka. Tokiuma wa tata huo ale muri ni ogeresha kuhusu pasa, -pasa.

Dawa kunya masa kimia. Kama maji mtugi. Wewe, the older one. Huyo anajulia wapi, baza, baza? Anajulia wapi, baza, baza? Ama tusihane. Kani huu chana? Anajulia wapi, baza, baza? Dwaragie. Dwaragie, tato, I don't care whether unahama, whether you earn money, or whether you no go with the mark of you. I turn you blue and black. Start talking now. Baza, baza, ni huu mlijulia wapi? Huyo anasema ati mutu ananiloroka hivi na mpaipo kutoka juu. Anajulia wapi hiyo baza, baza?